Walioitwa kwenye usaili kusimamia uchaguzi vituo vya kupigia kura mwaka 2025 jimbo la Mwanga na kwa madhumuni ya uendeshaji wa uchaguzi mkuu na kwa kuzingatia masharti ya kifungu cha sita cha sheria ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani namba moja ya mwaka 2024 kikisomwa pamoja na kanuni ya 11 ya kanuni za uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani za mwaka 2025, msimamizi wa uchaguzi wa Jimbo la Mwanga anawatangazia waombaji wa ajira za muda kwa nafasi ya wasimamizi wa vituo vya kupigia kura na wasimamizi wasaidizi wa vituo vya kupigia kura kushiriki katika usaili utakaofanyika tarehe 4 mwezi wa 10 2025, na waombaji wa nafasi ya makarani waongozaji wapiga kura utakaofanyika tarehe 5 katika shule ya msingi Mwanga kuanzia saa mbili asubuhi. Orodha ya walioitwa katika usaili huo inapatikana katika ofisi za watendaji wa kata husika. Kwa kwa watu wa Mwanga majina yenu yanapatikana katika ofisi za kata husika, kwa hiyo kama uliomba, nenda katika kata husika ili kuweza kuona jina lako kama umeitwa kwenye usaili huo. Hii ni channel ya FEABOY, tafadhali share video hii, subscribe, like video hii na wengine ili waweze kupata taarifa hizi. Asante na karibu.